Vipi? Safi. Unaitwa nani? Naitwa Elizabeth Leonard. Okay, ongereni sana kwanza. Asante sana. Umetika kwa faida ya mtazamaji pale studio, tujue kwa kifupi, kulikuwa na nini siku ya leo hapa? Okay, so siku ya leo tulipanga hii event kwa ajili kuja kuwaelimisha vijana kwa sababu maisha sio elimu tu na sisi ambao tumefanikiwa kufika mpaka hapa tulipo tunayaona maisha kwa ujumla hatukutaka kuwa dada mjini kwa kwao tunajua jinsi ya kupambana tumejaribu katika kila namna tunaona hizo changamoto kwa hiyo kwa hiyo nini kama tunaona hizo changamoto tusiwaelimisha wa, watoto wa wengine ambao bado wako shule wana muda wa kujifunza na kutokukosea kama wengine ambavyo wamekosea so siku ya leo tulijipanga ku kuonyesha vitu vingi s ya mali, namna ya kutafuta hela, namna ya kupambana, namna kupambana na kuhusu ya media, na kupambana kuhusu na afya ya akili, kwa sababu ni kitu ambacho kimekuwa kinazungumka sana hivi. Okay. So leo tumeweza kuwafunisha ya kutengeneza sabuni, tumeweza pia kuwafunisha jinsi ya kuwa na digital awareness, kwa sababu tunaona mambo mengi yanatokea kwenye mtandao, makosa hapa na pale. Kwa hiyo lazima tuwaelimishe vijana ambao bado wako mashuleni. Pia tumeweza kuongelea kuhusu reproductive health, afya ya uzazi, tumeweza kuwaelezea masuala kadhalika. Pia tumeweza kuielezea kuhusu mental health, afya ya akili. Hivyo ni vitu ambavyo vinasumbua sana vijana sasa hivi. Wanafunzi wengi wanakuwa wanaharibikiwa, wengine wanajiua, tunaona vifo vingi, rate sana imekuwa ni vifo vya vijana. Kwa hiyo tunajaribu kuwaelimisha kwa hapa na pale, ndo hilo ambalo likuwa swala kubwa tulilofanya siku ya leo. Amenataka nijue kitu kimoja kwamba mnafanya hichi kitu kwa sababu gani? labda hasa dhima kuu ya kufanya hichi kitu. Dhima kuu ni kuokoa jahazi la vijana wa sasa hivi wanaojiita Gen Z, isiyo tu ni Gen Z ambao tunaenda kwa mkumbo, lakini iwe ni majenzia ambao pia tunaweza kuwa na mchango um, mkubwa katika jamii. Kwa hiyo mikakati gani ambayo mmeiweka, kwamba so mnapotoa tu labda uh, elimu, lakini mtu anapoondoka elimu, je, bado inaendelea kuishi anaishi kitu ambacho mmekifundisha au ni vipi? Yani labda mmeweka mikakati uh, kwa inase, ukiona sehemu nyingi, uwezi ukafika sehemu ukaongea kila mtu akakuelewa, lakini kunaweza kukawa hata na watu ishirini ambao wakatoka na kile kitu wakaenda wakapeleka sehemu nyingine na wengine wakafanikiwa, kwa hiyo tunafanya kama ubalozi, tunakuwa mabalozi wazuri. Mimi leo nimewaelimisha hawa watoto, kuna mmoja atamwambia mama yake, kuna mwingine atamwambia rafiki yake, kuna huyo atamwambia huyo, nitafika kwa watu wengine ambao hata hujafikia, lakini malengo yetu ni kufikia jazi kubwa sana la vijana, aidha ni mashuleni, ni vyuoni. Tunataka tuende kwenye wide range ili tuokoe hata wale kidogo ambao bado wamebaki. Girls Voice Alliance kwa elimu ni kwa watoto wa kike tu au inakaje? um, kwa sababu ni Girls Voice Alliance, sio kwamba elimu ni kwa watoto wa kike tu, tuna base hata pia na kwa watoto wa kiume o, sio um, katika alliance zetu kwenye initiative yetu, lakini tunataka tu base sehemu zote mbili. Umeona, tunapokuwa tunamuinua mtoto wa kike, kuna mtoto wa kiume lazima awepo, ili nguvu yake isikike, ajue kwamba hata mimi kumbe nina nguvu bado ya kuongea, asijihisi down. Maana siku ya leo tulikuwa tuko na wakaka pia piaasante sana Asante. Asante sana. sana. okay.